na kuchukua fomu za kuwania nafasi za uongozi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa na funguliwa rasmi. <mucho> Rais Trump akutana na Ramafosa katika ikulu ya White House huko Marekani. Na katika michezo na burudani, Maji Tatu FC yaichakaza Maji Mbili FC mchezo wa nusu fainali mashindano ya mii ya dei. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo. Karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Angel Msele. Taarifa hii habari UID ya habari unaweza ukaipata katika YouTube channel ati UoI Digital. Tume ya uchaguzi chuo kikuu cha Iringa imetangaza rasmi kufunguliwa kwa dirisha la kuchukua na kurejesha fomu za na kugombea nafasi mbalimbali za serikali ya wanafunzi kwa mwaka wa masomo ishirini na tano ishirini na sita. Mwanahabari wetu Humphrey Musa ana anaundani wa taarifa hii Tume ya uchaguzi Chuo Kikuu cha Iringa kupitia serikali ya wanafunzi imefungua dirisha la uchaguzi wa viongozi wa serikali ya wanafunzi kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Tangazo la kufunguliwa kwa dirisha hilo la uchaguzi limetolewa na mjumbe wa tume ya uchaguzi, Jonathan Mamba ambaye amemwakilisha mwenyekiti wa tume hiyo ya uchaguzi aliyekuwa safarini. Mamba amesema taarifa ya ofisi ya kamati ya uchaguzi walioitoa imeeleza tarehe ya kuchukua fomu kwa mwenye sifa na hapa anaeleza zaidi. Na leo ndo tumeanza kutoa fomu na mwisho wa kuchukua fomu itakuwa ni siku ya Jumatano. Kwa hiyo tunapendekeza wanafunzi waweze kuchukua fomu kwa wingi, wagombee nafasi kama hizo, lakini kuna sifa mbalimbali zimewekwa kwa ajili ya wagombea, kama nafasi za uraisi, makamu wa rais, pia efuara na maassistansi wake efuara mpaka representative bao pia kuna area representative ambao kwa majimbo mbalimbali yaliyopo ndani ya nje ya chuo kwao, tunaomba watu waje wachukue fomu kwa upande wake. mjumbe wa tume ya uchaguzi Andrea Lupinduko ameeleza nafasi zinazotakiwa kugombewa na sifa anazotakiwa kuwa nazo wagombea. Kitu cha kwanza lazima watangalia pia na GPA, ambayo GPA ambayo pango la GPA 3.5. Kwa hiyo lazima awe na GPA 3.5 ndio above kitu kingine lazima kama hizi ambazo sifa nimetaja kwa pamoja awe nazo pia, awe na tabia njema na pia, kwa nasema ni addition, pia lazima pia aweze kuwa na busara, hekima na zile sifa zote ambazo zinaongoza mpaka kwa nazo. Kwa hiyo ni sifa ya kwanza ambayo Mheshimiwa Rais pamoja na, na, na makamu wake huwa tofautiane sana. Na hayo yalikuwa ni maelezo kutoka kwa wajumbe kutoka kamati ya tume ya uchaguzi. Kwa hivyo kijana mwenye sifa ambazo zimeainishwa Tunaruhusiwa sasa kwenda kuchukua fomu na kuweza kugombea. Nikiripoti kutoka chuo kikuu cha Iringa ni mimi Humphrey Musa wa UoI Digital. Rais wa kitivo cha utalii cha kikuu cha Iringa na mwenyekiti mwandaaji wa safari ya Bagamoyo kwa kitivo cha utalii Peter Philbert ameeleza mwitikio wa wanafunzi kuhusu safari hiyo. Mwanahabari wetu Happiness Elisha anatujuza we zaidi. Raisi wa kitivo cha utalii chuo kikuu cha Iringa na mwenyekiti mwandaji wa safari ya Bagamoyo kwa kitivo cha utalii Peter Philbert ameeleza namna mwitikio wa wanafunzi wa kitivo cha utalii ulivyokuwa mkubwa kuhusu safari hiyo. Amesema mwitikio wa wanafunzi ni mzuri, kwani safari hiyo ya utalii huandaliwa kila mwaka na idara hiyo. Mwitikio wa wanafunzi ni mzuri kwa sababu hii tua tulianza ndani ya idara, na kila mwaka huwa tunafanya hizo tua ila kwa mwaka huu tumefanya tofauti kidogo, tumefanya ndani ya idara pamoja na nje ya idara pia. Wanawakaribisha watu kutoka nje ya idara hiyo katika safari hiyo, ikiwa gharama za safari ni nafuu, kwani inawabeba watu wote kulingana na uchumi wao, kisha watu wengine kutoka kwenye vitivo tofauti tofauti waweze kushirikiana na sisi katika study tour yetu. Nao baadhi ya wanafunzi wa kitivo cha utalii wamesema wamejiandaa vizuri juu ya safari hiyo kwani safari kama hizo ni nadra kuzipata na of course nimejiandaa vema sana kwa sababu yes. Naona kwamumimi ni kitu ambacho nadra kipata, kwa lazima ni nijiandae hey, vema na kwa mazingira ambayo tumetokea, ni kwa tamaa sana, angalau nifike mara moja kwa namna moja ama nyingine. Kwa kweli nimejiandaa vizuri kwa sababu natumaini tu itapendeza, mm. Mimi kama mdau utali, wa utalii lazima niende nikatalii sehemu mbalimbali. Kwa hiyo itapendeza kwa sababu tunaenda Bagamoyo tunapita Saadani, yani hivyo tunaenda kupati kujifunza. Kwa hiyo itapendeza tutakuwa vizuri, natumaini hivyo. Hiyo ni taarifa kutoka kwa rais wa kitengo cha utalii akizungumzia kuhusiana na safari ya kwenda Bagamoyo, ikiripoti kutoka chuo kikuu cha Iringa, Happy Elisha yuko aya. Taarifa ya Happiness Elisha inatukamilishia habari za kijamii. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa sasa zilizo kwako na Grace Matiku. Rais wa Marekani Donald Trump amekutana na Rais wa Afrika Kusini Mheshimiwa Cyril Ramaphosa katika ikulu ya White House huko nchini Marekani siku ya 21 Mei ambapo katika hali ambayo Ramaphosa hakuitarajia, Trump ameagiza TV iwashwe na anamuonesha Ramaphosa jinsi na baadhi viongozi na wanaharakati katika nchi yake akiwemo mwenyekiti wa chama cha Economic Freedom Fighters yani EFF, na mbunge wa bunge la Afrika Kusini Julius Malema anavyotangaza hadharani kile Trump alichokiita ubaguzi wa wazungu na kupokonywa ardhi zao. Itakumbukwa katika siku za nyuma, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alimjibu Rais Trump aliyetangaza kusitisha misaada nchini humo, kisa madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu na wazungu kunyanyaswa na kupokonywa ardhi wanazozimiliki ambapo Ramaphosa alimtaka Trump aache kuingilia ya Afrika Kusini kwa kuwa hayamuhusu, na kusema ardhi ya ardhi ya Afrika Kusini siyo ya Trump, hivyo hana haki ya kuwapangia cha kufanya. Mkutano wa leo wa viongozi hao umeitishwa ili wamalize tofauti zao na kurejesha ushirikiano mpya ambapo Trump alimtaka Ramafosa ya kukili kuwa wazungu wanabaguliwa nchini mwake, na alipokataa amewashiwa TV kwa ushahidi wa nakala nyingine. Trump aliuliza swali hilo muda mfupi baada ya Trump kuagiza TV iwashwe akamwonesha Ramafosa jinsi baadhi ya viongozi na wanaharakati nchini mwake, ikiwa Malema alivyotangaza thalani kile Trump alichokita ni ubaguzi kwa wazungu. Amehoji kwa nini hawajamkamata yule mwanaume ambaye ni Malema. Amesema wazungu wauwawe, waweni wazungu, kisha anacheza huku anarudia kauli yake. Sina uhakika, lakini nadhani mtu akisema waweni watu fulani anapaswa kukamatwa haraka iwezekanavyo. Naye Rais Ramaphosa wa Afrika Kusini alimjibu Trump kwa kusema nchi yangu iko ndani ya mikononi mwangu na mimi ndiye mwenye mamlaka. Na Umoja wa Mataifa ukaingilia kazi katika sakata la Rais Donald Trump pamoja na Rais Ramaphosa katika mahojiano juu ya ubaguzi wa rangi, lakini pia ubaguzi kwa wazungu wanaponyanyaswa huko nchini Afrika Kusini hii ni baada ya rais Donald Trump kutangaza kusitishwa kwa misaada katika ma mataifa mbalimbali katika bara la Afrika. Ndipo wananchi kutoka Afrika Kusini kuchukua sheria mkononi, ikiwa wao wamekataliwa misaada, basi hata wazungu waliopo katika nchi yao wawezi kuondoka na kunyanyaswa katika nchi ya Afrika Kusini. Shukrani sana Grace Matiku kwa habari za kimataifa. Mtazamaji wa UoI Digital, hii ni taarifa ya habari, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za michezo na burudani zitakazoletwa kwako na Daniel Charles, ni kusi, endelea kuwa nasi. Mchezo wa nusu fainali wa mashindano ya Media Day uliokutanisha timu ya Baji 2 zidi ya Baji 3 FC ambao ni wanafunzi wa idara ya uandishi wa habari Chuo Kikuu cha Iringa umetamatika katika viwanja vya Gonzile, timu ya Baji 3 FC kuibuka na ushindi wa magoli matatu kwa sifuri. Baada ya mchezo kutamatika, na oza wa timu ya Baji 3 na kocha wa Baji 2 FC wamekuwa na maoni tofauti tofauti juu ya matokeo ya mchezo huo. Kwa upande wa naoza wa timu ya Baji ameipongeza timu yake kupata ushindi unaowapa kibali cha kuingia hatua ya fainali. Tumeweza kupata matokeo ya ushindi ambayo yanatupa ari ya kuiendea fainali, kwa hiyo kushinda kwetu leo kumetengeneza taswira nzuri kuelekea mchezo wa fainali kwamba bado tuna uwezo wa kupambana kwenye kila mechi naweza, inaweza kuja kwa hiyo hii inatoa picha kwamba fainali kuna kitu tunaenda kukitoa kwa mpinzani wetu. Naye kocha wa timu ya Baji FC ameeleza sababu ya kupoteza mchezo huo, pia ameeleza maandalizi yao kuelekea mchezo wa fainali. Kwa niaba ya timu ya michezo, mimi ni Daniel Charles wa UoI. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa, kulikuwa nami Angel Msele, asante na kwaheri.